Wako binadamu wengi sana ambao wanaishi maisha yao kwa bahati, wanaendesha maisha kwa bahati, na ziko dalili ambazo zitakazokuonesha kwamba unaishi maisha yako kwa bahati. Kuna jambo kama vile ine ambazo zitakazoonesha kwamba wewe maisha yako, hata kama unaishi, unaishi tu kwa bahati, unaendesha maisha kwa bahati. Na nikukaribisha katika Daily Wisdom Series ambapo unaweza kupata masomo makuu na hekima ya kila siku ili kwamba upate kufikia malengo yako na kuhitimisha ndoto zako kuu. Ni kukaribishe karibu. Kuendesha maisha kwa bahati, wako watu ambao wanafikia umri mkubwa sana, wanaweza wakawa na miaka 80 na zaidi, ila huwa wanajikuta kwamba walitumia muda wao kwa bahati tu, wakaishi maisha yao kwa bahati tu, na miradi yao iliendeshwa tu kwa bahati. Iko mifumo ambayo huwezi kuitoroka, ziko mbinu ambazo huwezi kuzitoroka, yako mambo ambayo huwezi kuyatoroka ukitaka kuishi maisha yako yote ukayaishi kwa furaha na kama vile ulivyopaswa kuyapeleka. Kitu cha kwanza kinachoonyesha ya kwamba wewe unaishi maisha yako kwa bahati ni pale ambapo utakapoamua kuishi bila malengo na yako maswali ambayo yanayoweza kukusaidia kujua kwamba wewe una malengo wala hujui ndoto zako kuu za maisha, hujui kile unachokitafuta. Swali la kwanza, miaka mitano ijayo utakuwa wapi? Swali la pili, miaka mikumi inayokuja utakuwa na nini? miaka thelathini ijayo ungetamani uwe nani? au tu mwaka kesho ungetaka uwe wapi? maswali kama na yale yanapofika, ukashindwa kupata majibu yake Jua wewe unaishi maisha yako kwa bahati. Wengi waliofanikiwa wanajua kile wanachokitaka, wanajua kile wanachokitafuta na wameweka hadi na muda utakao wasaidia ili kwamba wapate kufikia kile wanachokitafuta. Wanacho, yaani wanajua hata kama wanaweza wakashindwa baada ya miaka mitano, wanajua kwamba walipanga kutafuta hiki na kile na kile. Wanajua nini wanacho, wanachokitafuta. Hawaishi tu kwa bahati, kusema chochote kile kitakachojitokeza tutatumika, chochote kile kitakachotokea tutafanya chochote kitu kile ambacho Mungu atakachotupatia tutafanya. Hata Mungu mwenyewe anasema ya kwamba umkabidhi mpango yako ndipo naye atabariki. Hawezi kubariki mpango ambao hauko. Unakuwa na mpango wa malengo makubwa, halafu unamkabidhi Bwana, kwa sababu yeye ndiye anayetimiliza na yeye ndiye anaye anayeruhusu mambo ya mibaraka yatokee kwako. Sasa fikiria sasa wewe huna mpango wote, huna chochote kitu kile ambacho unachokipanga kwamba hiki ndicho unachokiomba, alafu unasubiria baraka. Mungu hatumiki na ujinga kama nauli, anatumika pale ambapo unapokaa na kutafakari. Mungu ambaye ni Mungu mkuu, unaweza kumwomba makuu ya namna gani ambayo ungetarajia kuyapata kwenye maisha yako? Sasa ukumbuke, Mungu unayemtegemea ni Mungu ambaye anayetoa makuu, na ukiomba makuu utayapata, kwa sababu utakuwa umejiweka tayari kupokea kupokea makuu. Usipokuwa tayari kupokea makuu, utabaki kwa mtu wa chini chini, na maisha yako utayaendekeza kwa bahati tu na wala hautakuwa miongoni mwa darasa la wale watu wakuu wa ulimwengu huu na wale waliotangulia katika ulimwengu wa imani au katika ulimwengu wa biashara au katika ulimwengu tu wa utajiri wowote ule. Hiyo ni dalili ya kwanza inayoonyesha ya kwamba unaendesha maisha yako kwa bahati. Iko dalili ya pili ambayo inayoonyesha ya kwamba wewe unaishi maisha yako kwa bahati unaende, unaende, unaendesha maisha kwa bahati, nayo ni kutumia muda hovyo. Swali ambalo litaonyesha kwamba kweli wewe upo sawa ni ile linalokutaka kujua: je, una ratiba ya shughuli zote utakazofanya siku ya leo au kesho? Vipi, kuweka ratiba ya vile ambavyo utakavyofanya kwa siku inakusaidia sana kwa sababu unajua unapokuwa na programu ya matukio yote ya siku ni kama vile ambaye unakuwa na dira na unajua utaenda wapi. Ni kama vile mtu ambaye umekuwa na, na, na, na dira ya kukuelekeza, unajua kule unakoelekea, unajua utafanya nini na wakati gani, ramani ambayo itakayokusaidia. Ijenge ramani yako kila asubuhi ya matukio saa na matukio ambayo utakayoyafanya na wapi utakapofanya ikiwa haujawahi kufikia kiwango hiki, bado ungali unaendesha maisha yako kwa bahati, na huwezi kutegemea kwen, kufanya makuu. Ndiyo maana unajikuta mchana ukishaisha, unasema nilikuwa na mambo mengi ya kufanya siku ya leo, lakini kwa bahati mbaya sikuyatimiza. Siku nilikuwa na mambo mengi ya kufanya jana, lakini sikuyafanya. Ah, leo tena mchana wangu umepita ovyo nilikuwa nataka kufanya mambo mazuri lakini kwa bahati mbaya sikufikia, kwa sababu muda ulikuwa ni mchache. Ndo utawasikia watu wanasema siku ya leo masaa yanaenda haraka. Sio masaa ndio yanaenda haraka, ni weo ndio unayefanya mambo kwa bahati, unabahatisha, hauna ramani ya kile ambacho utafanya. Ukijua utatoka hapa saa hizi unaelekea sehemu nyingine saa fulani utajua vizuri kwamba uta utafanya kitu gani. Ndio maana mimi ninafanya ratiba ya matukio, ninafanya ratiba, najua ni masaa ngapi ambayo nitafanya sehemu, ninajua ni dakika ngapi ambazo nitafanya jambo hili, na baada ya hapo ninajua kwa kwenda, baada ya kukamilisha jambo moja baada ya lingine. Huenda ikafika siku ambapo kwenye ramani yako kuna matukio ambayo hukuyafikia au hukuyafanya, usijiumize wala kulia sana. Kumbuka kwamba kesho ipo, unaweza tena ukarudia, ila isiwe desturi ya kuendesha maisha yako kwa bahati. Ishara ya tatu itakayokuonesha kwamba unaendesha maisha yako kwa bahati ni pale ambapo unapofanya kazi ambazo zisizokupa furaha. Unashindwa kugundua vipaji vyako ili kwamba upate kuvigeuza kwa ajira. Kitu pekee ajira pekee inayoweza kukupatia furaha ni ajira inayoendana na vipaji vyako. Tofauti yake wewe utatumika kazi maisha yako yote ambayo yatakupa huzuni siku zote za maisha yako. Tafuta kujua vipaji vyako, tafuta kugundua vipaji vyako ili kwamba upate furaha unayohitaji upate furaha kamilifu. Wakati mwingi tunaweza tukadhani kwamba jambo hili ni dogo sana, ila ikiwa tuna walimu wabaya kwenye mashule zetu ni kwa sababu tuna walimu wasio, wasio, wasiofanya kazi kulingana na vipaji vyao. Ikiwa tuna viongozi wabaya kwenye serikali ni kwa sababu tuna viongozi kwenye serikali ambao eh, vipaji vyao ni tofauti kabisa na kile wanachokifanya pale serikalini. Ikiwa tuna wachungaji ambao ni wabaya wanaosemwa kila mara ni kwa sababu wengi wao wa wachungaji wamefanya kazi zisizoendana na vipaji vyao. Vipaji vyao viko kwingine, lakini kazi wanazozifanya ni vitu tofauti na vile vilivyotarajiwa kutoka kwao, kwa, kwa, kwa kile ambacho Mungu aliweka ndani, ndani yao. Vipaji vyako ndivyo vinavyoweza kukupatia pia nguvu na hamasa kubwa ya kuendelea pale ambapo matukio mabaya na maovu yanapotokea kwenye maisha yako. Huwezi kukata tamaa ikiwa jambo unalolifanya linakupatia furaha kila mara, na hili linaweza likakufanya utumike hata kama mshahara ukiwa ni mdogo unaweza ukafanya ila ikiwa unaanza kulenga faida kabla ya kulenga ubora, hata kipaji ulicho nacho kinaweza kika kikawa hakitoshi kwako kwa sababu utakiacha mapema, wakati ambapo utastrago na kuona huzuni kwa vile ambavyo utakuwa haukufikia haraka yale matokeo ulio, ulio yatarajia. Jitahidi kugundua vipaji vyako, jitahidi kuboresha kila mara, e, uwezo ulio ndani yako kwa sababu kupitia mazoezi vipaji huimarika. Kupitia mazoezi vipaji hukua na kuonesha uwezekano wa kujenga utajiri pamoja na huduma. Hilo wala usilidharau. Ikiwa haujui vipaji vyako, unaendesha maisha yako kwa bahati. Hiyo ni alama ya tatu inayoonyesha kwamba wewe unaendesha maisha yako kwa bahati. Je, kila unachokifanya unaangalia una, una, una malengo yako? Je, unaangalia ramani yako ya muda kila siku tatu? je unafanya kulingana na vipaji vyako? Na kwa sababu umefika hapa, nitakupa dalili ya nne inayoonesha kwamba unaendesha maisha yako kwa bahati. Na ukiziona hizi dalili, basi nitakusihi uwache. Dalili ya mwisho ni kuenda pasipo Mungu. Mambo yote utakayoyafanya pasipo Mungu yatakwama tu, na wale wanaomtegemea kila mara wanafanya ibada kwake. Na wewe ikiwa haumtegemei Mungu, basi maisha yako unaiendesha kwa bahati, kwa sababu chanzo cha uhai mwenyewe umemkataa chanzo cha uhai mwenyewe umemwacha. Hata wale unaowajua kwamba ni mabilionea, nao wanamtegemea Mungu. Wengi wao wanajua kwamba Mungu yupo na wanakuwa na muda wa kufanya ibada kwa ajili ya huyu Mungu wa mbinguni aliye aliye waumba. Kumbuka, ukimwacha Mungu, utakuwa umeendesha maisha yako kwa bahati, na usijiweke kwenye hatari kama na hii. Sasa ufanye nini? Kitu cha kwanza ambacho kifanye, jifunze kuweka malengo ya maisha yako. Jua unataka kuwa nani, unataka kuwa na nini, unataka kwenda wapi, na nini ambacho unachotaka kukifanya. Kila siku unataka kuona nini kwenye maisha yako kitokea? Kuwa na uwazi, hata ukiulizwa na mtoto mdogo uweze kumpa msemo mmoja ambao unaweza kuleta majibu. Kitu cha pili, kuwa na ramani ya kazi zako zitakazofanyika kwa siku, ili muda wako upate kuokoa masaa fulani. Itakuwa sehemu fulani, masaa fulani nitafanya fulani, kitu fulani, sehemu fulani na nitaenda hivi, nitafanya hivi na hivi. Fanya hivyo kila siku, kabla ya kufanya mambo mengine yote asubuhi. Fanya kitu kama na hiki. Na kitu cha tatu, jifunze elimu ya kugundua vipaji vyako, na hii unaweza kutembelea channel yangu hii ya YouTube. Kuna masomo mengi sana ambayo nimeweka pale, namna ya kugundua vipaji na kufanya kwa ajira, na kuna kitabu kingine ambacho nimekiandika kinachosema hivyo hivyo, namna ya kugundua vipaji na kuifanya kwa kwa ajira. Na kuhusu Mungu, kuwa na muda kuwa na muda wa kusali kuwa na muda, muda wa kujifunza vitabu vitakatifu. Vitabu vitakatifu vinaweza vikakusaidia kuwa na ule uwezekano wa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Maombi yanakusaidia kukaribisha karibu na nani? Karibu na Mungu. Fanya kwa nguvu zako zote mambo haya manne, usiyatupilie. Ukiyatupilia utaendesha maisha yako kwa bahati. Na mimi ni miongoni mwa watu waliokataa kuendesha maisha yao kwa bahati. Ninafanyia mambo haya kazi kila siku, kila ukicha ninayafanyia kazi. Ninategemea umejifunza mengi. Mimi nitafurahi kusoma kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata masomo yetu. Na amini tutakutana kwenye mlima wa mafanikio pale kwenye kilele. See you. Lakini jifunze.